Kwa jina naitwa Daktari Nasibu Msuya e, ni mganga mkuu wa halmashauri ya Mji Babati. ambili No, tarehe mbili, e, tarehe mbili mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano kwa maana Jumatatu, tutakuwa na ujio wa madaktari bingwa na madaktari bingwa hawa wataku, ni wafani zote kwa maana tutakuwa na madaktari bingwa magonjwa ya ndani kwa maana ya moyo e, kisukari, figo e, matatizo ya mgongo na na kadhalika, lakini pia tutakuwa na madaktari bingwa wa, wa, magonjwa ya kina kinamama na uzazi tutakuwa na madaktari bingwa pia wa uh, upasuaji. Tutakuwa na madaktari bingwa pia wa pua koo, uh, na masikio, lakini pia tutakuwa na daktari bingwa wa afya ya kinywa na meno. Kwa hiyo ni nitoe wito na niombe kama halmashauri tumejiandaa katika kupokea madaktari bingwa hao, lakini pia tumeona kabla ujio wao, ambao itakuwa ni tarehe mbili, siku ya Jumatatu mwezi ujao, kwa maana mwezi ujao, mwezi wa sita, sisi kama halmashauri ya mji wa Babati tumeandaa tumeandaa tutafanya kongamano kwa maana tutakuwa na kongamano la upimaji la upimaji kwa wa, wananchi wa Babati na viunga vyake, tutakuwa katika uwanja wa Moteli Papa, tutakuwa pale na tutakuwa pale kuanzia saa mbili mpaka saa kumi na mbili jioni. Tunakwenda kufanya uchunguzi wa magonjwa ya moyo, magonjwa ya presha eh, matatizo ya figo eh, kisukari na kadhalika. Tutafanya uchunguzi wa magu, watu wenye matatizo ya migongo ma, miguu Eh, tutafanya uchunguzi pia watu wenye matatizo ya uvimbe mbalimbali, mbali na upasuaji, kwa maana kama una uvimbe wa tezi dume, una uvimbe wa ngili na ngili maji, eh, una uvimbe ma uvimbe wote tumboni. Lakini pia tutafanya uchunguzi wa magonjwa ya uzazi na kinamama. Kwa wote wenye matatizo eh, katika maeneo haya, tunawaomba wafike katika maeneo hayo, tutakuwa na uchunguzi na uchunguzi huu utafanyika ni bure kabisa. Lakini sambamba na hayo tutakuwa na uchunguzi pia wa watu wenye matatizo ya mfumo wa pua, e, koo na masikio, nao tutakuwa na daktari bingwa katika eneo hili. Kwa hiyo tutafanya uchunguzi huo pale. Na uchunguzi wote kama nilivyosema, utakuwa ni bure kabisa. Halmashauri ya mji wa Babati imegaramia wananchi wake na viunga vyake, wafike katika pale e, moteli papa katika viwanja vile kuanzia saa mbili kesho, tutakuwa na e, uchunguzi wa magonjwa hayo. Ndiyo yasema lakini pia kuna watu wana matatizo ya, ya kuwa na uzito uliopitiliza. Tutafanya pia uchunguzi, uchunguzi wa, wat, matatizo, uh, uh, unene uliopitiliza kwa maana ya obesity na overweight. Tutakuwa na mtaalamu mzuri sana walishe pale, atafanya uchunguzi na atatoa ushauri nini cha kufanya ili kuondokana na, na uzito uliopitiliza. Kwa hiyo nitoa wito kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati, nitoa wito na kuwaomba wananchi wa sasa wa halmashauri ya mji wa Babati na viunga vyake kwa maana ya Babati Vijijini, Simanjiro na kadhalika na hata Kondoa, kwa sababu tumekuwa pia tukipokea wa, e, wateja kutoka Kondoa. Wakifika pale utapata huduma zote hizi kwa pamoja, lakini sambamba na hili, baada ya kufanya uchunguzi kuona tatizo, tutakuunganisha moja kwa moja kwa madaktari bingwa ambao kliniki hizi zitaanza kufanyika Jumatatu tarehe mbili mwezi wa tano 2025, kwa hiyo fika mapema kufanyia uchunguzi tatizo lako ligundulike utapewa namba uweze kuona haraka zaidi na siku ya Jumatatu namba yako ndio itaamua kwamba wewe wa kwanza kuona au uchelewe kuona. Kwa hiyo atakao kufika mapema siku ya Jumatatu baada ya kufanyiwa uchunguzi ataonana na daktari bingwa moja kwa moja Jumatatu tarehe mbili e, mwezi wa sita 2025. Na hii tuko katika ile program ya Mama Samia. Mama Samia amesogeza, amesogeza huduma kwa wananchi. Na hizi program zimeanza sasa zinakaribia mwaka na. Amechukua madaktari bingwa hawa kwa gharama zake, gharama za serikali amewasogeza katika halmashauri zote, na halmashauri yetu hii imekuwa ni miongoni mwa mfaidika katika huduma hizi za Mama Samia. Kwa hiyo hii ni kambi ya Mama Samia ambayo ataleta madaktari bingwa hawa na watafika, watatoa huduma katika halmashauri ya mji wa Babati. Tuna madaktari bingwa takriban nane ambao watafika katika katika halmashauri ya kwetu, lakini niseme tu tuna madaktari wetu pia huko ambao nao wana uwezo huo, watashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo tutakuwa na timu kubwa sana ya kutosha ambao itashirikiana na madaktari bingwa hao kuhakikisha kwamba wananchi wa Babati wanapata wananchi um, wa halmashauri wa ya mji wa Babati wanapata huduma hii za kibingwa. Kwa hiyo nitoe wito ni waombe. Hii ni fursa, magonjwa haya pengine ungehitaji kusafiri uende KSMC, uende Muhimbili, uende Benjamin Mkapa. Sasa hii imekuwa ni fursa, huduma inakuja moja kwa moja katika halmashauri yetu. Wai tuje tukupatie huduma hii na ili uweze kuepuka gharama hizi. Mama Samia amesogeza hizi huduma basi tutumie fursa hii kuweza kupata kupata huduma hizi za kibingwa.